Mti wa mlonge ni moja kati ya miti maarufu sana kwenye masuala ya tiba asili. Tafiti mbalimbali mbali zimegundua virutubisho zaidi ya tisini vyenye msaada kwa afya kwenye mti wa mlonge. Virutubisho hivyo vimeonekana kusaidia kuondoa sumu mwilini, kudhibiti vimelea vya magonjwa kama vile fungus na kinga dhidi ya saratani. Kwenye mti wa mlonge, magome, mbegu na majani vinaweza kutumika kupata virutubisho vyake. Kuna baadhi ya jamii zinaotumia mti wa mlonge kama chakula. Licha ya kuwa na faida zake nyingi kwa afya, kuna baadhi ya mambo ni muhimu kuyazingatia unapotaka kutumia mti huu wa mlonge. Kwa kutumia kula majani na mbegu za mlonge ni salama kwa kula. Mizizi na magome ya mizizi ya mti wa mlonge yameonekana kuwa si salama kwa kula kwa sababu ya uwepo wa sumu kwenye mizizi. Kwa mjamzito ni salama kutumia mlonge kuanzia miezi minne ya ujauzito na kuendelea. Sio salama kwa mjamzito kutumia mizizi, magome na maua ya mlonge. Baadhi ya kemikali kwenye mizizi, magome na maua ya mlonge yanaweza kusababisha mfuko wa kizazi kujiminya, hali hiyo inaweza kusababisha mimba kutoka au kuharibika. Kuna ushahidi wa baadhi ya jamii zilizotumia mizizi na magome ya mti wa mlonge kutoa mimba. Kwa mama anayenyonyesha, imeonekana kuwa majani ya mlonge pekee ni salama kutumia kwa kipindi cha miezi minne mfululizo. Hakuna taarifa za kutosha kuhusu sehemu zingine za mti wa mlonge kwa mama anayenyonyesha, hivyo ni vizuri kuepuka matumizi ya sehemu zingine za mlonge kama unanyonyesha. Kwa watoto, majani ya mlonge yameonekana kuwa na usalama kuliko kwa kipindi cha miezi miwili tu kwa watoto. Kwa mwenye tatizo la upungufu wa homoni ya thyroid mwilini, tafiti zimeonyesha kuwa matumizi ya mlonge yanaweza kufanya tatizo hilo kuwa baya zaidi. Kama una tatizo hili, ni vizuri kuepuka matumizi ya mlonge. Kwa mwenye tatizo la kisukari, kama unatumia dawa za kisukari, aishauriwi kutumia mlonge kwa sababu mlonge unasaidia kushusha sukari kwenye damu. Kwa sababu hiyo, kama unatumia dawa za kisukari, mlonge unaweza kusababisha sukari ikashuka zaidi kwenye damu kuliko kawaida. Sasa unaweza kupata huduma na bidhaa zetu kwa urahisi kwenye tovuti yetu. Jisajili sasa. Kama ndio unaingia kwa mara ya kwanza, bofya alama ya kichwa juu ya skrini yako. Bofya kitufe cha jisajili, jaza taarifa zote kama zinavyohitajika kwenye fomu. Ukimaliza, bofya kitufe cha tuma ili kukamilisha usajili wako.